Leo ninakuletea tiba ambayo tulimpatia mfugaji, aliitumia ndani ya siku moja, kuku wake walipona kabisa kideri wakaacha kufa kwa hiyo kwenye hii video tutakuelekeza tulimpa tiba gani huyu mfugaji lakini kwanza tutaanza kusikiliza shuhuda zake na alivyotutafuta ngoja nianze na hii hivi karibuni tulikutana na mfugaji kutoka Mozambiki ambayo alikuwa ametutafuta kwa WhatsApp. Nadhani alituona hapa YouTube. Alikuwa na changamoto kuku wake walikuwa wanaumwa kideli Kwa hiyo walikuwa wanakufa sana kama ambavyo unaweza ukaona kwenye picha hapo hao ndio kuku wake, walikuwa wanatoa muharo. Kwa mfano, kuku huyo hapa alitupigia picha, amechoka kabisa. Hicho ni, ni kideri, hizo ni dalili za kideri. Kwa hiyo alikuwa anazika kila siku. Sasa uh, tukamshauri ajiunge na kundi letu, lakini pia anaweza kanunua kitabu cha tiba za asili. Akafanya hivyo, na kwa sababu alijiunga na kundi letu tukaaza kum, kumpa huduma za kumhudumia hawa kuku. Kwa bahati mbaya tiba ambayo tulikuwa tumempatia e, Mozambiki, ilikuwa ni ngumu sana kupata vitu kama hivyo, kama aloe vera. Kwa hiyo tukambadilishia tiba. Ndio uzuri ukijiunga na kundi letu, tunao uwezo wa kukubadilishia e, tiba kutokana na mazingira ambayo wewe upo na kitu gani kinapatikana huko, ndao mkuu uh. M, mimi nimewapa nini nini, aloe vera nimeshindwa kuipata, kama nilivyokuambia, maana namba mimi niko nini ngumu sana, nimefanya juhudi yangu juu chini, kusema kweli, nimekosa. Lakini nimewapa wale mwarobaini, siku tatu hapa, numero ya vifo kila siku iko, nikija na wanakuta kuku wanakufa. Lakini mpaka jana, siku ya tatu, kwa hapa aloe vera, leo nimekuja kuangalia kuku mabandani. Uh, kwa hiyo unaweza ukaona kutoka kubeba kwenye toroli mizoga mpaka baadaye kuku wake wakapona. Na hapa mbele ninakuwekea shuhuda, baada ya kumaliza kutumia hiyo dozi alikuja eh, kushukuru. Utaona hapa muda huu, wadau, kwa jina anaitwa Moses. mimi ni mfugaji kutoka Mozambique. Uh, mimi mmoja kutoa shuhuda, nakushukuru na sana na mwalimu wa kunisaidia kuku wangu walikuwa na wanaumwa sana Newcastle, nakuwa nakufa kila siku, nalikuwa nazika kuku tisa, kuku tano, tatu, lakini niyopata msaada wake na kuongea naye na kunipa kitabu cha kitabu cha dawa asilia na kunielekeza jinsi ya kutumia. Namshukuru Mwenyezi Mungu, laana siku ya tatu kuku akatisha kufa na siku ya tano wale wote ambao wajiwezi kunyanyuka walikuwa na harisha tu mavi ya kijani, ndio watu kwenye banda nje. Na leo mpaka na kuongea sasa hivi, wote washakuwa wazima, wanatembea kama kawaida. Na namshukuru sana mwalimu kwa msaada wako, na hata mimi yani mpaka naongea hivi leo, nimechelewa sana kujiunga na hili kundi. Asante sana kwa kunisaidia, ninge bila kufanya tiba hii ambayo ilinisaidia, ningepata hasara ya kuku wengi sana. Lakini hapo nashukuru, nilikuwa na kuku mia tano na thelathini na saba, nimepoteza kuku thelathini na nane. Nashukuru sana, na hawa ndio kuku wake, unaweza ukawaona jinsi ambavyo walivyo wazuri, walivyo wakubwa. Kupoteza kuku thelathini na nane ni hasara kubwa sana. Kwa hiyo ninakushauri ujiunge na Kingo Farm, lakini pia sisi tuna vitabu vitatu, kivipata hivi vitabu vitakusaidia sana. Tutafute, tutatoa changamoto ambayo unayo. Hakuna changamoto ambayo sisi tunashindwa kuitatua na tuna mbadala wa tiba mbalimbali. Kama vitu fulani kwako huko huko havipo, sisi tutakupatia vitu vingine, kama ambavyo tulifanya kwa huyu mfugaji kutoka Mozambiki. Kwa hiyo unaweza uka, ukaona namna ambavyo tumemsaidia huyu mfugaji. Na wewe hapo unayenitazama, huenda bado hujajiunga na huduma za Kingo Farm e, piga simu ujiunge ili tuweze kuondoa changamoto pamoja. Tunavyo vitabu vitatu ambavyo vitakusaidia sana kwenye safari ya ufugaji wako. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji, tunacho kitabu cha tiba za asili, lakini pia tunacho kitabu cha ufugaji wa broiler. Kwa hiyo inategemeana, unafuga kuku wa aina gani? Wewe ni mfugaji wa aina gani? Kikubwa, wasiliana na sisi tukushauri huduma ipi itakufaa zaidi. Na kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi. Uh, pia kujiunga kwenye kundi ni shilingi elfu tano Ukijiunga kwenye kundi letu la ufugaji utadumu kwa muda wa miezi miwili, yaani hapa kidogo huwa tunapishana na wafugaji, ni kwamba utapata mafuzo ya kualea kuku kwa muda wa miezi miwili, yaani wale kuku ambao eh, tokea siku sifuri mpaka watakapofikisha miezi miwili tokea akiwa kifaranga mdogo mpaka atakavyofikisha miezi miwili, kwa maana kwamba sisi hapa shambani huwa tunaleta e, kuku wakiwa vifaranga wadogo, na tunakuwa tunaelekeza ni namna gani tunawalea wale kuku mpaka wanakuwa wakubwa. E, kama hawa ambao unawaona hapa kwenye picha, hawa bado hawajafikisha vizuri miezi miwili, bado kama siku kumi na tano wafikisha miezi miwili. kwa hiyo Uh, mafunzo yako yataanzia hapo mpaka watakapofika miezi miwili. Uh, sasa turudi kwenye tiba ambayo tulimpatia huyu mfugaji na ikamsaidia kuponya kuku wake ambao walikuwa wanaumwa kideri. Uh, kwanza tulimpa mchanganyo wa aloe vera ambao tumekuwa tukiufundisha hapa mara kwa mara, kutokana na mazingira ambaye yupo akakosa aloe vera, ndio maana tumesema ukijiunga na kundi letu tutakupa tiba ambayo inalingana na mazingira ambayo e, wewe upo. Kwa hiyo baadaye, tukaja tukabadilisha ule mchanganyo e, kitu ambacho yeye alikuwa anaweza kukipata ni haya majani ambayo alitupostia hapo. Hayo majani ni majani ya mwarobaini. Nikizumu hapa, unaweza ukaona majani kama hayo hapo. Tulimwambia achukue majani ya size kama hiyo kwa idadi ambayo tulikuwa tumemtajia, lakini pia kuna idadi ya pilipili hapa tulikuwa tumempatia ili aweze kuwapatia hao kuku wake aa. Baada ya kuwapatia huo mchanganyo e, ndani ya siku moja kuku wake wakaacha kabisa kufa kama ambavyo umemsikiliza kwenye hiyo video. Sasa aa, kuna wafugaji watanipigia simu wataniuliza ni kipimo gani ambacho tunawapatia kuku hapa? Tunawakaribisha kwenye kundi, kwa sababu unaweza ukaona hata huyu mfugaji na yeye alikuwa amelipia, amejiunga kwenye kundi e, ndio maana aliweza kupata huduma kama hiyo. Kwa hiyo huduma kama hiyo utaipata kwenye kundi kundi kundi, kujiunga na kundi letu. Lakini pia mfugaji hakujiunga tu na kundi. unaweza ukaona kwa shahuda mwenyewe, unaona kwenye hiyo message yake, tulimtumia vitabu pia, tulimshauri aweze kupata e, vitabu kwa ajili ya kuwalea hao kuku wake, ndio maana akanunua tabu kwao ni jambo la msingi kabisa. Kwa hiyo ukijiunga na familia utapata maelekezo ya mwisho kabisa ya hii. E, tiba. Hii tiba jamani ni siku moja tu. Usipoteze kuku. Unajua kuna wafugaji ni wavivu. Aa, na naweza nikasema sio uvivu, labda ni ubahili na vitu kama hivyo hapo. Kwa mfano huyu amepoteza kuku 38. Halafu unawaona kuku wake jinsi ambavyo walivyo wakubwa hivyo. Kwa hiyo kiasi kwamba amepoteza shilingi. Kwa mfano huyu kuku unaweza kumuuza shilingi, tuseme unamuuza shilingi elfu ishirini. Elfu ishirini mara 38 unaweza ukapiga hesabu ya hasara ambayo ameipata. Lakini mtu kununua E, vitabu labda vitatu kwa shilingi elfu 30, kujiunga kwenye kundi kwa shilingi elfu tano, anakuwa anaona uvivu wakati anapata hasara kubwa sana. Kwa hiyo tupigie kwenye hiyo namba, tukuunge kwenye kundi, lakini pia tukuweze kukushauri vitabu vipi vitakufaa kwa ajili ya ufugaji.